Uh, hujambo na habari mtazamaji wangu mpendwa. Uh, nimeombwa na mashabiki wangu wengi tu kwamba ni utafsiri wimbo huu uh, kwa lugha ya Kiswahili Hapo awali nilikuwa nimefanya utafsiri kwa wimbo huu katika lugha ya Kiingereza, lakini kuna wengi tu ambao wamesema kwamba wangependa kujua maudhui yaliyokuwa katika wimbo huu Le Bucheron, ambao uliandikwa naye mwenda zake Franklin Boukaka. Na historia yake fupi tu ni kwamba alikuwa mwanaharakati ambaye alikuwa anapigania uhuru wa nchi yake ya Kongo, na kwa hivyo alikuwa anauliza kwamba inakuwa kuwa namna gani kwamba sisi kama wana, wa Afrika, sisi kama Afrika, sisi watu weusi tumepigana ili kum, kungatua yule mbebero eh, yule mzungu ambaye alikuwa amekuja kututeka nyara lakini sasa tumekwisha pata uhuru lakini bado maisha ni yale yale tu, hakuna tofauti yote kati ya kabla na baada ya kuondoka kwa yule mbeberu yule, yule mkoloni. Sasa inakokuwa namna gani? Mbona maisha yetu hayakui tofauti? Na kwa sababu hiyo ilichangia kwa kiwango kikubwa kwamba alipata kuuawa aliuawa na serikali kwa sababu ya msimamo wake mkali sana uh, kuhusu jinsi ambavyo ya e, nchi yake ilikuwa ya inaendeshwa e, baada ya uhuru. Alikuwa anafikiria kwamba baada ya uhuru maisha angekuwa mazuri zaidi uh, kulivo, kuliko yalivyokuwa e, kabla nchi ipate uhuru. Na sasa anauliza kwa ufupi tu, inakuwa namna gani? Kwani tulipata uhuru wa kufanya nini? Na katika wimbo huu alimshirikisha mwenda zake pia Manu Dibango ambaye alikuwa anapiga ile saxophone midomo ya bata, na wimbo huu kwa ama kwa kweli ulikubalika sana, manake ni wimbo ambao ulikuwa una unaangalia hali halisi ya jinsi mambo yalivyokuwa yanaendelea katika nchi yake, na mambo haya yanafanyika katika nchi nyingi tu za Afrika e, eh, upate kwamba nchi imepata uhuru lakini, bado wale wananchi, ule uhuru hauwasaidii moja kwa moja la unawasaidia wa wachace ambao wako katika mamlaka. Kwa hivyo ni ruhusu nikupe tafsiri ya wimbo huu e Bougeron. Na ni jine la kifaraa mbalo linamaanisha mtu ambaye anakata kuni wood cutter. Kwa hivyo ni mtu ambaye anafanya kazi ngumu tu lazima kwamba katika kule kuk, eh, kuk, kukidhi mahitaji ya familia yake, lazima afanye kazi ngumu, akate miti ili apaswe ile miti apate kuni. Hasa ule, anauliza inakuwa namna gani kwamba lazima nifanye kazi ngumu kama hii, ili hali nchi yangu ilikwishapata uhuru, ilikwishapata kujikomboa kutoka kwa mkoloni. Na ni wimbo ambao uliimbwa uh, zama za kale tu, lakini maudhui yake bado yanapitapita pita katika nchi nyingi tu. Bado katika siku za kisasa kuna ukoloni mambo leo bado kuna yule mzungu alienda, lakini kuna mwafrika alichukua hatamu za uongozi na bado hafanyi uh, jinsi ambavyo uh, ilikuwa inatarajiwa kwamba angefanya uh, kulingana na kwamba nchi ikipata uhuru, basi huwa imejikomboa ama imejinasua kutoka kwa ile mitego ya wale ambao walikuwa ame, eh, tutawala kikoloni. Acha nikupe tafsiri ya wimbo Le bucheron. Kwa hivyo anasema tu Afrika Afrika, uh, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika imepata uhuru aye, Afrika Afrika dipanda, kwamba Afrika imepata uhuru, kwamba Afrika yuko uhuru Halafu anavia tunasema kwamba Afrika o Afrika liberte kwamba Afrika Afrika imekwisha pata uhuru. Kukata koni pasi, kukata koni, kupasua pasua koni ni kazi ngumu sana, ni ugumu sana soki na kati na nikukisha kata zile kuni, nikukisha pasua zile kuni, koteka pasi, e, koteka pasi, pia kuziuza inakuwa pia ni vigumu sana. Na, pasi, oyo, ya boye, na mpasi oyo ya boye, na kwa sababu ya uzito huu na kwa sababu ya ugumu huu ama ugumu kama huu Ngai na bana mawa na kokati kwamba mimi na wanangu ni huzuni kubwa kwamba hatutaweza ama sitaweza Basusu, oyo, naponaka, mbasusu oyo naponaka na wengine ambao mimi huwa ninawachagua bawela bokonzi mbe na bavuatiri, kwamba wao wanapigania ukubwa na magari, wanapigania eh, kwa maneno mengine, kwa wanapigania nafsi yao tu. Bavoti tango ekomaka, bavoti tango ekomaka, lakini sisi wapiga kura ama wapiga kura muda wao unafika ngai na komi moto mpona bango wakati ambao wapiga kura unapokuwa unafika sasa mimi nasawa wananiongelea kama mimi ni mtu kwa sababu yao tu ya kibinafsi za kwao tu wakati wa uchaguzi watakuja waniambie kwamba mimi ni mtu wa maana sana wananijali sana na mambo kama yale Sikiza jinsi ambavyo Manudi Bango alikuwa na charaza ile midomo ya bata, kijana mzuri tu mwenda zake kutoka nchi ya Cameroon. na nakomituna mondele ya kende, mimi na, huwa najiuliza mzungu alikwishaenda enda, mbeberu alikwisha ondoka. Dipanda panda tozuaka o ya nani, lakini huu uhuru ambao tuliupata ulikuwa ni wa nani? Afrika, Afrika. Afrika, Afrika, Afrika Dipanda, kwamba Afrika, Afrika imekwishapata uhuru. Afrika, eh Afrika, oh liberté. Anasema kwamba Afrika, Afrika oh Afrika liberté, kwamba Afrika imekwisha pata uhuru ae hey, Afrika Afrika Afrika liberte kwamba hii ni Afrika ambayo imekwishapata uhuru. Alafu sasa wanampatia nafasi kubwa tu eh, mwenda zake Emmanuel Dibango naye pia apate kufanya mambo yake na eh, midomo ya bata. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ah. Sasa inakuwa ni kama ni kama nimekana kwamba wimbo huu umefika kwa sehemu mahali ambapo eh, kidogo wanamziki wale waimbaji wanarudi nyuma, lakini wale ambao wanacheza ala za mziki, mpiga gitaa, mpiga ngoma, mpiga uh, midomo ya bata na mambo mengine kama yale, wanakuwa wamepewa nafasi nzuri tu ya kujieleza kupitia kwa ala zao. Anasema uh, uh, uh, uh, uh, ae Afrika, Afrika, Afrika dipanda, kwamba hii Afrika imekwishapata pata uhuru Ikiwa unatazama channel hii kwa mara ya kwanza e, na kuomba uende katika kile kidude cha ambacho kinasema subscribe, upate kukibonyeza ili kwamba nikifanya video kama hizi utakuwa unaweza kujuzwa kwamba nimeziweka katika mtandao, na pia kama una jambo ambalo ungependa kuniuliza, kama kuna wimbo ambao ungependa nikufanyie tafsiri Uh, kama labda kuna ujumbe ambao ungependa ni, ni, ni utangaze na pia wajuze tu wenzako, marafiki zako, familia, eh, ndugu na wapendwa kwamba kuna channel kama hii na tunafanya mambo kama haya. Asante sana kwa kutazama video hii. Uh, tukutane katika video inayokuja.